Tuko zetu mitaa ya Kawe, Dar es Salaam, mitaa ya hukuamani, na leo basi kupitia mahanjumati chap chap tutawaomba wapishi wetu kutoka Kawe watutayarishie wali pamoja na kuku. Nimejipanga kupika vizuri chakula uh -huh. kitamu sana. Dakika 30 na uhakika mtakuwa mmekamilisha, kwa sababu tumewaletea na gesi kutoka Lake Energies ambayo itawahakikishia chakula chenu ndani ya dakika 30 kitakuwa kimekamilika. Kwangu mimi hazitoshe an yani, si ningepikaje 45 mpaka hamsini? Kusema ukweli wali ni mtamu. Kusema ukweli chakula ni kitamu. Mahanjumati chapchap ni kas-kas. Tuko zetu mitaa ya Kawe, Dar es Salaam, mitaa ya huku Amani, ambapo jambo ni lile lile tu Mahanjumati chapchap kwa msimu wa tatu, kutembelea mitaani na kuwapa thamani wapishi, haswa wapishi wa kawaida, wapishi wa mjum, majumbani ama mamalishe. Na leo tuko na danuru pamoja na dada ana hawa, pia ndio watu ambao watakwenda kutuonyesha mtanange mkali na mzuri kupitia show ya, ma ya Mahanjumati chapchap chap, chap. Kabla tujaenda mbele zaidi, mimi jina langu naitwa men chef Jivas, lakini niwape sana shukrani wadhamini wetu, namzungumzia Lake Gas Lake Energies e, lakini pia namzungumzia Red Gold pamoja na Evoke na Silver Dome kwa sababu hawa ndio wa watu wanatupa sisi energy ya kuweza kusogea kwenye mitaa mbalimbali Dar es Salaam na kuweza kuwapa nafasi wapishi mbalimbali mbali. Sasa kabla hatujaanza, baadaye nitamleta hapa Zainab, mtaalamu wa mapishi, kwa ajili ya kuweza kutuambia hawa watakwenda kupika kitu gani na kwa dakika ngapi? Ila kabla ya yote kwanza tuwafahamu kwanza wapishi wenyewe. mambo vipi? Poa. unaitwa nani? Naitwa Ana Food. Wewe ukiwa una unapika unapenda kutumia viungo vya aina gani haswa, yaani katika mapishi yako mengi sana hivyo havikosekanagi hata kimoja tu? Sana sana sikosi tomato ya Red Gold. Wow. Imekaa poa sana hiyo. <laughs> Sawa, umejipangaje kwa siku hii ya leo? Nimejipanga kupika vizuri chakula uh -huh. kitamu uh -huh. chenye mvuto chenye ladha uh -huh. Karibuni. Hivi ukiwa unapika alafu haujui unaenda kupika kitu gani unakuwa unajisikiaje? Ana, sasa uko poa. Hivi ukiwa unaenda kupika kama hivi lakini hujajua unaenda kupika nini. Hata kawaida tu nyumbani labda umeitwa kuna shughuli sehemu bwana njoo tusaidie hapa kidogo. Eh, utusaidie kupika tuna shughuli hapa na wajua kwambia unaenda kupika kitu gani. Huwa unakuwa unajisikiaje una feel nini ama unakuwa unajipangaje? Najipanga vizuri. Kwamba chochote tunachokutana nacho mbele. Sasa mm, leo tutakwenda kupika hapa. Mimi na wewe atufahamu. Zainabu anajua atakuja atatuambia. Umejiandaaje kuhakikisha kwamba unaibuka mshindi? Nimejiandaa vizuri. Vizuri eh? Aya, sawa, mimi siwachoshe, kazi yao kubwa hao sio kuongea, ni kupika au vipi? Naomba nimkaribishe Zainab Isa aje hapa atuambie hao wanaenda kupika kitu gani na kwa dakika ngapi. Mimi ni Zainab Isa, na hii ni Mahanjumati Chap Chap. Tuko hapa Kawe kwa ajili ya kuwaletea vipaji vya mapishi mtaani, na tuko na wapishi hapa ambao wamejiandaa kweli kweli. Najua wako very excited, wanataka kujua wanapika nini siku ya leo. Na leo basi kupitia Mahanjumati Chap Chap, tutawaomba wapishi wetu kutoka Kawe watutayarishie wali pamoja na kuku watapikaje ni wao wenyewe kubuni mapishi yao. Nataka sisi, tunataka kujifunza kutoka kwenu, kwa wale wote ambao wako hapa wanaangalia sasa hivi, lakini pia kwa wale ambao wanakuangalia nyumbani, basi nataka kujifunza mawili matatu kutoka kwenu. So tutapika wali pamoja na kuku na tutaandaa ndani ya dakika 30 na uhakika, mtakuwa mmekamilisha kwa sababu tumewaletea na gesi na kutoka Lake Energies, ambayo itawahakikishia chakula chenu ndani ya dakika 30 kitakuwa kimekamilika. Kwa sababu moja mpaka tatu, kisha mtaanza rasmi. Moja, mbili tatu. Kazi kwenu, dakika 30 za kupika wali, kuku. Ubunifu na ujanja ndio unaotakiwa hapa, kuhakikisha kwamba zinatumika vyema, au sio? Wote tuendelee kushuhudia. Baada ya dakika 30, tutakuja hapa sisi kwa ajili ya kuonja. Jamani, harufu hapa mnaisikia, ndugu zangu? Hebu Binuru tuambie, haya mapishi yako umeandaje? Nimeandaa vizuri. Viungo gani umetumia kutayarisha kuku? Kitunguu saumu. Sawa. Mm -hmm. Ana kwa faida ambao wale wanakutazama hapo mbele yako, unataka kujua sasa jinsi gani ulivyoandaa roast yako ya kuku, nimeanza na kitunguu maji, kitunguu saumu, hoho, karoti nyanya tomato ya leigo chumvi, binzani nyembamu. Safi kabisa na wali, wali nimetumia chumvi, mafuta ereki na karoti kidogo. Sawa basi, kwa wale ambao mnatazama hapa mbele na uhakika mna hamu ya kujua chakula hiki ambacho kinaandaliwa hapa kina ladha gani. Kwa hiyo baada ya muda mchache, Jiva atapanda na kutuambia ni nani ambaye anampa chance kati yenu kuja kuonja na kutuambia chakula gani ambacho kimebamba. Kwa hiyo tuna dakika chache kama kumi, kumi na mbili hivi kukamilisha mtanange um, wa siku ya leo hapa Kawe ambapo wapishi wetu wanatupikia wali pamoja na kuku. Bado shughuli inaendelea jukwani huku Nuru huku ana wali kuku, ndio ambao watakiwa dakika 30 zikikamilika tuone kwenye sahani, ubunifu watapikaje, watatumiaje hizo dakika na usafi na kila kitu tuzingatie pia na ladha. Hiyo ni kazi yao. Naongea na dada, mambo safi? Habari? hivi ungekuwa ndio wewe, umeambiwa upike wali kuku, umewekewa mchele, umewekewa na kuku ndiyo, na viungo, viungo, mazaga, mazaga mengine pale, ndio wewe, unge, ungepikaje? Yani, yani, natamani, yani, na mimi, yani, <laughs> Kwa mfano, ungepika wali kuku ama ungepika pilau ungepika nini? Ninapopenda na mpano, mpano, mpano, mlizozisema zinatosha nyingi sana. 30. Mm. Sawa, aya, ah, ngoja nimuulize na mama yangu mambo. Oh, atakuwa muda mrefu sana pale dakika 30 za kupika au za kubuni chakula ambacho kinatumia mchele na kuku, zinatosha dakika 30? Kwangu mimi hazitoshi. We ungepewa dakika ngapi ndio ingetosha? Labda 45. Ungepika nini? Wali kuku, nikiwa na jiko la partition kama vile aka, yeah. mm. dakika 45 kwao na hisi mm. wale wakifanikisha shida ipo kwa wow! <laughs> <laughs> Ah, inategemea na mtu mwenyewe yeah. na spidi yake yeah. eh. mambo uko fresh kabisa yeah. huku upande wa kushoto anaitwa Nuru, upande wa kulia anaitwa Ana, wale wote wanapika uh, wali na kuku sawa. So, eh? mm. wamepewa dakika 30, unahisi zinatosha? Ngapi zinatosha? mtu wa pili anataja arobaini na tano dakika sawa, lakini cha ajabu, wale watafanikiwa kuzimaliza uh, dakika 30 vizuri kabisa, tofauti na watu wengine. umemaliza kurekodi eh? mambo Kwema. Kwema. Sasa nataka niulize swali. Uwe pia ni mpishi. Kwanza ni mamalisha ama ni mpishi wa nyumbani? Wa nyumbani. Umekiwa mchele umeekewa na kuku pale. Na viungo vyote vya kuhakikisha kwamba huu mchele unaweza ukawa pilau, unaweza ukawa wali, unaweza ukawa chochote. Ungepika nini? Ningepika wali na kuku pia. Ningepika? Ningepika wali na kuku pia. Utaki kupika pilau? Pilau pia naweza kupika. Kwa dakika ngapi? Hata salatini. Hata saa ya kama ngapi hivi? Kama ngapi hivi? Unaona utofauti wa jinsi ambavyo watu wanatumiaga muda mchache na mrefu kwenye kupika. Kuna mtu mwingine pishi hilo hilo anatumia dakika 5 dakika 45; mwingine anatumia dakika 20; mwingine dakika 30. Muda umekwenda kidogo, zimebaki dakika chache sana. Napiga stori na watu wawili watatu hapa waliojitokeza kuuliza maswali mawili matatu mambo poa kwema, kwema. Naizo nani? Naitwa Asia Renard Mwalukasa. Eh bana, umeshuhudia muda mrefu pale kinachoendelea. Ndio. Watu wamekiwa mchele wamekiwa kuku na mazagamazaga dakika mazaga. 30 wameambiwa apike wali kuku. Wewe kama mpishi ungekiwa mchele kuku, eh? Mchele sio wali, mchele kuku, ungepika chakula gani? Hmm. Ningepika wali, wali ni mtamu na viungo vingine vipo pale vya kutoa pilau, mimi napenda zaidi wali unapenda wewe ama una uweza? Napenda zaidi. dakika 30, zinatosha, zinatosha sana. Ungekuwa wewe ungetumia dakika ngapi? dakika 30 zinanitosha. Sawa, 30, yeye zinamtosha. mambo nayo, nikuulize habari yako? Nzuri, shwari. Unapikaga nyumbani, unapika kwenye mgahawa ama wewe mambo ya kupika sio mambo yako? Mimi mambo yangu kupika. Unapenda kupika vyakula vya aina gani? Ah, mimi napendelea ubwaa. Mwenzangu nataka nijue wewe ungeambia upike wali kuku ungetumia dakika ngapi? Mimi kama kwenye lisaa moja hivi. Sababu nategemea na ni una jiko lenyewe ninalotumia. Una jiko pale kutoka Lake Energies la gesi vizuri kabisa. Lisaa zima ungetumia? Hapana, kama dakika 45 hivi ngoja nirudishe dakika nyuma. Kama dakika 45 ndanitosha. Naongea na channel, nani hapa? Nataka niuze swali moja la mtego tu kwa dada yangu hapa. Nani huyo? Mimi nataka niongee na yeye. Mambo vipi? Unaonekana ni wewe bwana. Nakuza sana shwari oh, kwa mfano kama walivyofanya pale Nuru na Ana, wamewekewa mchele na kuku wapike wali kuku, wamepewa dakika thelathini. Kuna mtu kaniambia angekuwa yeye angetumia dakika arobaini na tano. Kuna mwingine kaniambia angekuwa yeye angetumia dakika ishirini na tano kwa chakula io cha aina moja. Nini kinachofanya watu wa watumie muda tofauti kwa chakula cha aina moja, wewe kama mpishi? Eh, fafanua zaidi upikaji wa mtu kivipi? Yaani kuna mwingine yupo yupo slow, kuna mwingine chap chap. Okay. Ah. Kwa maana kwenye kuandaa yale maandalizi zile ingredients na nini si ndio? Mm, kuna mwingine ni mzoefu, kuna mwingine. Okay. Yeah. Unaitwa nani? Ah, iko pembeni. Mm. Ratifa. Mm. Ratifa. Mm. Wewe ungeambia upike wali na kuku ungetumia dakika ngapi? Mm, kwa mimi dakika 45 mpaka 50 kusema ukweli. Unaona mwingine huyu, ungepikaje? Wali kuku wako ungepikaje? Kwa kifupi tu nielezee. Ah, kwa mimi mfano kama mboga, kwa sababu si kila kitu napika peke yake. Uh -huh. si ndio? Ina maana kama mboga. Uh -huh. Nitatia kitunguu, natumia kitunguu hoho, kitunguu swaumu, umeelewa? Uh -huh. Lakini pia natumia na tangawizi kidogo. Okay. E, pia natia na nyanya hapo roast. Eh, ina maana hilo ni roast tayari, labda kama kuna viazi vya kuongezea, ila kama ni yenyewe hivyo. Yeah. E, alafu kwa kwenye upande wa wali, wali. Ina maana wali huwa anapenda kutumia naweka iliki. unaweka? Iliki. Iliki. Ili wenye. Napenda tu nakuwa na <laughs> una harufu nzuri, yaani, unapopika wali unaweka iliki unakuwa na harufu nzuri. unatokea wapi wewe? nyumbani, Tanga, Zanzibar. Mimi mdengereko wandengereko hai <laughs> Sawa bwana, turudi jukwani tushuhudie kile ambacho kinaendelea pale. dakika 30. Zinakaribia kumalizika kabisa. Mimi na team shape Jivas tuko hapa kawe huku, Amani, huku Nuru, huku Ana. Mahanjumati chapchap ni kaskas! Mahanjumati chapchap ni kaskas! Eh eh, kazi shughuli <laughs> na hii ndo raha ya Mahanjumati chapchap, unashuhudia hapa hapa na tunapata mshindi hapa hapa tayari. Nuru na Ana wameshamaliza kwa kile ambacho nakiona hapa kwenye jiko dakika moja tu ambayo ndio imebaki sasa. Naomba waitumie vizuri dakika moja kwa ajili ya kupakua, au sio? Tumia dakika moja ambayo imebaki kwa ajili ya kupakua chakula chako. Ndugu zangu, wale watu wakuja kuonja, naomba mjiandae, nitawaita muda si mrefu wakati kabla hujaanza kupika ulikuwa unadhani itakuwaje, na sasa hivi umemaliza kupika unaona uhalisia ukoje? Kupika hata ukiniamsha usiku wa manane ni kitu ambacho niko tayari nacho muda wote, wacha. Kwa hiyo hapa unaona kama tuko kawaida sana kwenye kazi zako za kila siku. Tunakwenda break, nikirudi eh, inakuwa ni time ya kuonja na kumtambua mshindi kutokea Kawe kwa Amani, Dar es Salaam, kati ya Nuru ama Ana. Mahanjumati Chapchap, usiondoke. Mahanjumati Chapchap ni kaskas. Mahanjumati Chapchap ni kaskas -kas. Eh, namna hiyo. Eka tu pembeni hapo, utarudi nyuma, atakuja dada ataonja hivyo hivyo. A sawa, naomba niambie, kwa vyakula vyote viwili ambavyo umekula chakula kipi ambacho umekipenda zaidi? Je, kwenye sahani hii ya upande huu wa kwanza, ama ya upande huko wa mwisho? Mi nimependa hii hapa. Tusaidiane wote kuhesabu kura ya kwanza, imeenda sahani kule mwisho. Aya, mpe maiki mwingine. Sahani ipi ambayo imekuvutia hii ya upande huu au ya kule? Hii hapa ya hapa. Moja moja. Mpe maiki mwingine. Dada, wapi kura yako inaenda? Hii hapa hii. Ya kule mwisho ndio. Aya, sawa, mpe maiki hapa. Mbili kwa moja. Kura yako inakwenda wapi, mamaangu? Sani ya kwanza ya kwanza kule, ama hapa? Kule, kule pia. Eh, ndio. Aya, tatu kwa moja. Eh. Malizia hapo dadaangu, kura inakwenda wapi, kule ama huku? Sani ya pili? Huku kwetu. Sawa, manake tatu kwa mbili. Nini ambacho kimekuvutia kwenye chakula ulichochagua wewe hapo, wewe binafsi? Kwa kweli, kwanza ongela sana kwa wapishi chakula wamekitendea haki, mpaka najaribu kuchagua nafasi basi tu, lakini kusema ukweli, chakula ni kitamu, na nafikiri viungo vyake vimekuwa ni bora zaidi, hivyo ndo vinavyofanya mpaka nishindwe kuchagua chakula ni kipi. Ucho kipenda, umependa ladha zaidi? Nimependa ladha hasa, nilikuwa naisikia kama kuna tomato fulani hivi. Ndio, hicho kuvuruga, unajiuliza nini kimewekwa. Yaani hapo tu inatosha tu, kwa niaba ya wengine, si ndio, eh? Washiriki nawaomba hapa kwenye stage. Kura ambazo zimepigwa hapa ni kura tano na tatu zimeenda kwenye sahani moja na mbili zimeenda kwenye sahani nyingine, tunafanya hivyo ili tusitoe draw. Wangekuwa watu sita, pengine kuna uwezekano ingetoka tatu tatu. Kwa sababu imetoka tatu kwa mbili inaonyesha kabisa kwamba hawa wote wamepika chakula vizuri kabisa, na upande wangu wa kulia anapoonyeshia mkono huku anaitwa Nuru, upande wangu wa kushoto anaitwa Ana Nuru na Ana ndio walikuwa wanashiriki kupika wali kuko dakika 30, kutokea kawe. Na chakula ambacho kimepata kura tatu ambacho ndio cha mshindi ni cha dada yangu hapa Nuru. Kwa hiyo Nuru ndio mshindi kutokea kawe, si ndio? unaitwa nani Nuru? Yes, Nuru ndio mshindi <coughs> hiki <chakula. tos> Aha. kumbe mko makini kumbe mnazingatia Nikajua mko mbali hamuoni. <laughs> Kwa wale ambao wanatazama Mahanjumati kila Jumamosi inapofika, wanaojua huu utaratibu wetu huwa tunachanganyaga sahani ili kupata ukweli. Nilishangaa sana kuona kawe mko slow sana, kumbe mko makini eh bwana. Sawa, tulichanganya sahani ili kuweza kupata ukweli na mshindi ni Ana bwana. Sawa. Inanipa faraja sana kuona kumbe tuko sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haya, sawa <laughs> ah, naomba nipige story na nunu kidogo. mambo vipi? sogea mbele kidogo. toka mwanzo, wewe ni poa, fresh <laughs> ulikuwa na wasiwasi leo? Unajisikiaje? najisikia vizuri kushiriki. nini ambacho ulikuwa unadhani kimekuangusha? Unachodhani wewe, kipi ambacho kimekuangusha? ni vile tu, kwa sababu lazima mshindi apatikane Nimeipenda hiyo, si kubali kushindwa. So mshindani, so mshindani. Hongera sana bwana, unajisikiaje? Kumbuka mshindi. Najisikia furaha sana hii. Uh -huh. Ni kazi yangu na nimependa kupika, kuko ndani ya damu na nakabidhi zawadi sasa kwa washiriki wote wawili. Kwanza nitatoa zawadi kutokea Red Gold. Nitampa hapa dada yangu Nuru package kutokea Red Gold ambayo inahusisha tomato paste uh, nyingi lakini pia ina vinega ina pilipili mwendokasi peanut butter mango piko tomato ketchup. Hizo hapo sawa. Weka hapo mezani tayari. Pia nampa t-shirt kutokea Red Gold, anaweza kuwa anaibadilisha mara kadhaa anapokuwa jikoni na nini. Hii inabaki kuwa kumbukumbu kumbu, aliipata kwenye mashindano ya Mahanjumati Chap Chap. Hiyo ni ya Evoke, ya Evoke na Silver Dome. Yes, anapata hizo hivyo hivyo. Pia mshindi wetu anapata package kama hiyo kutokea red gold, mnaiona hapo, ina vinega ina pesti ina ketchup pilipili mwendokasi peanut butter, lakini pia t-shirt t-shirt kutokea red gold. Geuze kwa mbele, msisimko wa mtaa, lakini ukitazama wamevalia apron kutokea lake energies na t-shirt pia nyingine kutokea Evoke sawa. Lakini sasa kwa sababu huyu ni mshindi, tunampa kitu extra eh. Kutokea lake energies, lake gas anapata jiko la plate mbili. Eh, lakini pia anapata na mtungi mkubwa wa gesi eh, ukiwa umejaa full pamoja na vifaa vyote complete sawa. Mimi niwashukuru tu bwana, nyinyi wote ambao mmejitokeza hapa kutushuhudia Mahanjumati Chapchap kutokea Kawe Ukwamani, Dar es Salaam, tokea tumeanza mpaka sasa hivi. Hiki ambacho kimefanyika hapa pia mnaweza kukiona Jumamosi mosi tatu na nusu usiku kupitia Azam TV Mia nane ndo namba UTV. Jina langu naitwa Manshf Jivas. Niwashukuru sana pia lake Ges, niwashukuru red Gold, Evox, Silverdom, lakini pia production team kwa niaba, ikiongozwa na direkta Ubo, lakini pia Kisamo, I see you my brother and big shout out pia kwa Zainabu Isa, mtaalamu ambaye anatuwezesha hii kuweza kuwa hapa kila wiki, au sio? Tukutane tena siku nyingine. Mahanjumati Chapchap ni kaskas kas.